Eh, hey. Hey, leo nipo ki, ki birthday kusherekea mimi mwenyewe hey. Hey, na marafiki zangu nimeandaa hey, sio kwa ajili ya birthday boy wala nini. Yani, leo ni mimi nikupati tu mimi hivo hivo, hata haiwezekani yani hivo imepitishwa kabisa, yani leo mwanzo mwisho Usiku wa kumbukizi kwa siku ya kuzaliwa kwa mrembo wetu anaitwa Taiya, mmoja kati wasani ya wasanii ambao wanapatikana kwenye familia ya Mzee Kikala kama sio kwenye tamthilia ya Kombolela. Nyundo TV tukasema wacha tufike bwana, tukaone kipi ambacho kimeandaliwa. Hebu tuatishe kidogo, shilingi ngapi tume tume tumegaramia kwanza juu mpaka chini? Wala hata sio pesa nyingi. Hamna namna, kama shilingi ngapi? Laki tatu tu. Laki tatu tu. Laki tatu. Kwanza mm, wigi shilingi ngapi? Wigi hapa kwenye igi laki, wigi laki. Yeah. Yeah. Nguo hapa elfu hamsini yeah. Viatu, makeup, yani hiyo jumla yote inachukua yeah. Mm. pesa za kwako mwenyewe. Hey, oh. Hey. Sana inalipa ah, sana inalipa ndio eh, lakini mimi birthday nimeandaa <laughs> kwa ajili yangu na nimejiandaa nimejiandalia mwenyewe. By the way, happy birthday to you. Asante. ishirini na saba Shina saba. Eh. Wewe ni mkubwa? Eh, mimi ndio nakababi face. Eh. Eh, na huyu ndo mdogo wangu. Mdogo wako? Eh. Anaitwa nani? Anaitwa Haruni. Haruni mambo? Poa. Wewe umeka mingapi? Mtu kama akiwatazama anaweza kusema ni dada yako. Eh, huyu amenimeza. Haruni umeka mingapi? Ishirini. Ishirini. Mko wangapi kwenye familia yenu? Wanne. Wanne. Mbona ni wangapi? Wa pili. Kwa hiyo kuna tu, wa kwanza wa pili, wewe, wanne wa hapo, mama mmoja baba mmoja. Mm, ila kwa baba tupo nane ambao wote wakubwa kaka zetu na dada zetu, mm. Mm, kwa familia sasa, mm, wazazi na ndugu wengine, nani ambaye amekuja leo kwenye usiku wako? Kaka yangu ila bado hajafika. Mm, na mdogo wangu na mimi. Basi bwana, onekani hilo swali lazima siwezi kuacha kuuliza. Ah, basi bwana amesafiri. Eh. Eh, leo nipo ki, ki birthday kusherehekea mimi mwenyewe eh. Eh, na marafiki zangu nimewaandaa Eh, sio sio kwa ajili ya mabirthday boy wala nini. Yaani, leo ni mimi nikupati tu mimi, ruksa ametoa lakini Hivyo hivyo. Hata haiwezekani, yani hivyo basi imepitishwa kabisa yeah. E, yani leo mwanzo mwisho. Sawa. Nani ambaye alikupa wazo kufanya hiki kitu ambacho mimi nakufanya leo? Rafiki yangu BFF wangu, ndugu yangu Maimuna Maina aman mm -hmm. E, mimi nilikuwa hata siwazi, akaniambia kwa nini usi, usikate keki ujapo, mimi nitakufanyia, tujiandae mimi ndio nikabidi niandae, lakini nilikuwa sina mawazo hayo na uwezi amini idea nimeipata ni, ni wiki moja mm -hmm. Mm -hmm. Na ume kwa wiki moja hiyo ukaanza kuitangaza eh? Eh. E. Umefanikiwa lakini? Nimefanikiwa eh, marafiki zangu wamenitika, na nashukuru Mungu. mm. Mm, jinsi ambavyo ulivyoingia ndani umeangalia watu wale ambao umewaalika wamekuja, ama watu wamekususia? Sijaamini wote nilioalika wamekuja, na wengine wapo njiana na nipigia simu. Mm. Familia mm. Kikala familia Kikala wapo kambini, wanashuti, lakini baadhi watakuja, kwa sababu huwezi kum, mtu kuacha kazi aje huku, ila mimi nimesafinia, watakaokuja tutajumuika, lakini sio kwamba ni lazima waje, kwa sababu wao wapo kwenye kazi, wapo kambini. Eh, wewe umesafia, umeenda kusoma, eh, mimi nimeenda kusoma, lakini kuna watu wangu hao wow, leo wapo kambini, lazima waje. Nani? <laughs> Atakuja. kazi nichoro atakuja, eh huyo hapo na mia mia yake, ila wengine sijajua mpaka wamalize kazi, wanaweza akaja kwa si, sina yani ni kwa hamsini hamsini. Mama Chiko yupo, mama Chiku mama, a mama Chiku mama na mambo haya ni mimiyani mean, I mean, I mean, yule nimemwacha kazini leo. Mi nilikuwa na shuti ila nimemwacha yeye ana shuti, kwa hiyo akipata muda atakuja, ila pia naye yupo kazini, hawezi kuacha kazi kisa huko, lakini angekuwa free ningemwona mtoto mm. yuko wapi? yupo nyumbani hii mida ya watu wazima na <laughs> <totipa> ni mdo Unajua mtu akikunake kwenye Kombolela vile, afu ni mtoto wa wachiko no, unaona kama vile mdogo mdogo mdogo hivi 27, ndio yeah, Yaani mtu akiana na mtoto mimi, kumbe mwenzake ejigo mm, naelekea kuwa mshanga, sina sema. Mingapi? yeah. <laughs> <Mtoto, laughs> vile mitatu. Yeye yeah, mitatu amelala, mm. yeah, kuja sehemu kama hiyo. Hata siku moja. Mm. Mm. By the way, nitamani nifahamu ni alao kwa uchache wewe binafsi kumbolela imekupa ime, ime, ime nini mpaka muda huo? Kumbolela imenipa ndugu, marafiki, imenipa kazi, imenipa heshima na heshimika, mtu akiniona taia yule pale, japo wengine walikuwa wananidharau, ila kumbolela kuna sehemu imenifikisha. Yaani hata nikipita mtu anaheshimu jina langu, hata kama ajui upo vipi, una stressi, una hela unazo, lakini kwa sababu wewe ni taia. mm. Haruni. Haruni. Hey. Taiya, <laughs> huyu kabla ya Kombolela na Taiya baada ya Kombolela. Unaona amebadilika chochote? Hapana, hajabadilika, labda yani kulinda brand kidogo hivyo. Kwa sababu si unajua sisi tume tumekulia uswahilini uswahilini, unaona? Ko, ukishakua kama hivi kabadilika kulinda blandi, lazima ulinde blandi. Tumetokea tabia ambazo zako na za swahilini, ukutana naye ashabadilika, ukawa na tabia zile zile. Kwa hiyo lazima ubadilike kidogo, sio kwamba yani amechange labda asije kujishaua hivyo. La, japo watu ambao wapo wanaona kwamba anajishaua analinga, lakini sio hivyo. Mbona kama mwenyewe unaitikia hiyo? Eh, kwa sababu najijua eh. mm -hmm. Mbona wavimbii nyinyi ai? Brandi bwana, nyinyi yani kwa vikusu kwa vimbia yani ana mazoea na hata mpaka mimi sengine na mkataza naambia, kwa nini unakuwa na mazoea na watu so ushakuwa msanii watu fulani punguza urafiki nao, punguza mazoea nao hivi yani awavimbii kabisa. So leo leo ni siku ya kuzaliwa kwake na sherehekea hivyo, unahisi maneno gani ya thamani sana ungeweza kumwambia? na kusikiliza uh, namtakia maisha marefu maisha mengi Mungu amjalie, azidi kumwinua kipaji chake, fike mbali, watu wamuone wengi, hivyo yani, kwa sababu akipata, hei, tumepata ah, Sao, na sisi ndugu zake. na sisi ndugu zake, unampenda ngine eh, ambacho ungetamani umwambie, ambacho kwake ni, ni kibaya u, actual, ukipendi kutoka kwake, ila ulikuwa unashinda kumwambia, mwambie na kusikiliza aha, kumwambia, kwa sababu ashakuwa <laughs> yani, msanii so yani, so, so, sasa hivi yani, sasa hivi kidogo jina lake kubwa linajulikana sehemu mbalimbali, asikilize watu, asikilize watu, asikilize, akubali maoni ya watu ambao wana lakini sio kila mtu ajaji maisha yake, kwa sababu kujaji maisha mtu nayo sio kweli. Yaani asikilize mtu ambaye jambo analona hili sawa la yaani naloona hili limenyoka la yaani, kumsikiliza mtu amsikilize. Hivyo ambaye anaona ili alifai basi aachane nalo. Kitu gani ambacho tumeandaliwa ndani hapo leo leo hapo? Tunakunywa keiki, na kukata keki na kuimbea nayo basi basi cucudi hmm. labda ungetamani uambie mashabiki zako ambao nanywe wamekuja wame, wame siku ya leo, nawapenda sana mashabiki zangu, wamenisurprise. Kila mtu nataka nije, lakini japo sijapata wote, ila waliokuja kuwakilisha watawakilisha wata vyema kwa sababu nimefurahi sana, watakuja na tutaenjoy. Mimi mtu wa watu, napenda sana watu na nafurahi sana mote mnaotaka nirudi lani, niwaambie tu mambo mazuri yanakuja. Taiya yule sio anayekuja nadhani mnaila ni wenyewe mzako ameenda kusoma, amerudi na <laughs> amerudi na tumbo e. Na mimi kwani usinilea mimi, naweza mambo lolote linaweza kutokea e. mm. unamwona Taiya huyo. Abdul anakwenda kumtengeneza Taiya fulani hivi, naye anaingia kwenye familia kama mzikikala kabisa, yaani tofauti ambaye Taiya ambaye mlomwona msimu wa kwanza na, na nilipoenda shule Maproducer, sasa hivi kama vichwa vinauma hivi jinsi ambavyo Abdul anafanya kazi kwa kabisa eh, yani producer wetu anabalaa, afu anabalaa tena. Kitu kingine ambacho wanacho wengine hawana yani muandikaji wake wa script, mama tukio yake, unaweza ukadhani labda leo atakuletea tukio fulani alafu asikuekee. Mm, akakuletea kitu kipya, huwa mm, nawashirikishake kwenye kuandaa, maana hapana aongee. Okay, yeah, chochote yeah. Una, na mwenyewe unaweza ukadhani hapa nikitoka hisini hii naeza likaja Tukio hili unatolewa kabisa kwenye hili, huwezi kujua. Mm, karibuni jamani, nawapenda sana, mje kuenjoy na Taia. <laughs>